Uh, nimtaja Mheshimiwa Josephine Johnson Genzabuke buke. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema kwa kunijalia afya na kunipa kibali cha kusimama ndani ya bunge lako tukufu. Nianze kabisa kwa kuunga mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, Naomba niungane na wenzangu kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba yake nzuri. Nimpongeze Mheshimiwa Rukuvi na naibu wake Mheshimiwa Umi Ndeliananga kwa kazi nzuri wanayoifanya. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa naibu waziri mkuu, mawaziri pamoja na manaibu waziri kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuitekeleza ilani ya CCM. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa naomba nichukue nafasi hii kwa moyo wa dhati kabisa kumpongeza Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ya kuwatumikia Watanzania, lakini pia pongezi nyingine ziende kwa makamu wake wa rais Mheshimiwa Dr. Dr. Philip Mpango kwa kazi kubwa anayoifanya kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais kwa kuwatumikia Watanzania. Nawapongeza sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia afya ili waendelee kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, Serikali imefanya kazi kubwa katika nchi yetu imefanya kazi kwenye ujenzi wa barabara nchi nzima, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme mafanikio yaliyopatikana ndani ya mkoa wa Kigoma, Serikali imetujengea barabara ya kutoka Kabingo, Kibondo, Kasuru mpaka Buhigwe kilometa 260 na barabara hii inaelekea kukamilika lakini pia kuna barabara ya kutoka kazilambwa chagu mpaka Uvinza. Barabara hiyo nayo na iko katika hatua za mwisho, karibia inakamilika. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi watu wa Kigoma tulikuwa na shida na barabara, lakini si muda mrefu kilio hicho cha barabara kitasaulika. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, ndani ya mkoa wa Kigoma tumeweza kupata umeme wa gridi ya taifa. Tayari tumeshapata umeme kutoka Nyakanazi na kituo cha kupozea umeme cha, cha Kidahwe kilizinduliwa mwaka jana na Mheshimiwa Dr. Philip Mpango makamu wa kwanza, makamu wa rais. Mheshimiwa mwenyekiti, niendelee kushukuru serikali kuhusu swala la maji, maeneo mengi kilio hicho cha maji inaendelea kupungua hakijakamiliki. Maji, swala la maji halijakamilika kabisa maeneo mengi, lakini kwa kiasi kikubwa serikali imejitahidi maeneo mengi, wananchi wanapata maji, naamini itaendelea kufanya kazi ili iweze kukamilisha miradi yote ya maji kusudi wananchi waondokane na tatizo la maji. Mheshimiwa mwenyekiti, naishukuru serikali, mkoa wa Kigoma tumepata chuo kikuu cha afya ya sayansi cha afya, ya, ya afya ya sayansi kwa ajili ya madaktari na wauguzi. Chuo hicho kinaendelea kujengwa, lakini pia uwanja wa ndege wa Kigoma unaendelea kujengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Kigoma ni lango kuu la biashara. Tunaamini uwanja wa ndege wa Kigoma utakapokamilika, ndege zitaweza kutua usiku na mchana kwenda maeneo mbalimbali kwa hiyo wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali wataingia Kigoma na wataweza kufanya biashara kwa sababu utakuwepo usafiri wa kutosha. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, serikali ya awamu ya sita imesaini mkataba wa kujenga SGR kutoka Uvinza kwenda Msongati, Burundi, na reli hiyo ikikamilika tunaamini Kilio cha ubebaji wa mizigo kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma na kuvusha nchi ya Kongo kitakuwa kimekwisha. Ni mambo mengi yamefanywa ndani ya mkoa wa Kigoma. Tumejengwa hospitali za, hospitali za wilaya, hospitali ya Kakonko, hospitali ya Kasuru DC na Buhigwe zimekamilika, lakini vituo vya afya vingi vimejengwa na vingine vimekarabatiwa sambamba na zahanati kwa kweli, tuna kila sababu ya kumshukuru Dr Samia Suluhu Hasani kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya mkoa wa Kigoma. Mwenyezi Mungu amjalie, na sisi tunaahidi tunaahidi itakapofika no itakapofika Oktoba tutamlipa yaliyo mema kwa kumpigia kura nyingi. Kura za Kigoma hazina wasiwasi wasi, tutampigia kura nyingi kwa sababu ameufungua mkoa wetu wa Kigoma. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niendelee kuzungumzia kuhusu kilimo. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu, amefanya kazi kubwa ya kuhamasisha kilimo cha mchikichi mkoani Kigoma. Niombe sasa serikali iweze kujenga viwanda vya kuchakata zao la, la mchikichi ili tuweze, ku, tuweze kupata mafuta yaliyo bora. Mheshimiwa mwenyekiti, kuhusu kilimo hapa, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Bashe. Mheshimiwa Bashe, tunakushukuru tangu umeingia Wizara ya Kilimo, swala la mbolea ni historia. Tunakushukuru sana na Mwenyezi Mungu akujalie. Kwa kweli tangu mwaka juzi, mwaka jana, wananchi kilio cha mbolea hakipo. Tunashukuru serikali kwa kuwapatia ruzuku kwa ajili ya mbolea. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi watu wa Kigoma tunali, tunalima zao la tunazi, tunalima muhogo, tunalima mahindi, tunalima maharage, lakini Mheshimiwa mwenyekiti, naiomba sana serikali iweze kutusaidia. Wananchi wameitikia kulima kilimo cha muhogo, lakini hawana soko, soko la muhogo limeanguka Kilo moja shilingi mia tatu kutoka shilingi elfu moja. Mheshimiwa Bashe, tunaomba utusaidie sana kututafutia ni namna gani tunaweza tukapata ufumbuzi wa zao la mhogo kupatiwa soko. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nizungumzie kuhusu migogoro ya ardhi. Maeneo mengi kuna migogoro ya ardhi baina ya watu wa hifadhi na wananchi. Niiombe serikali inapokuwa inaenda kupima mipaka iwashirikishe wananchi. Ikiwashirikisha wananchi kupitia viongozi wao wa vijiji, migogoro hii itapungua, kwa sababu sasa hivi watu, na watu wa hifadhi, na, na, na, na wakulima kuna sitofahamu kwa sababu mipaka haionyeshi ni wapi inaishia kwa hiyo niombe serikali iendelee na upimaji wa ardhi na kuweka beacon ili wananchi wajue, na wajue wanaishia wapi na hifadhi nao wajue wanaishia wapi na niendelee tu kuwaomba watu wa hifadhi wasitumie nguvu wawaelimishe wananchi wananchi ni waelewa ukiwaele, ukiwaelimisha taratibu wanaelewa kulipo, kuliko kugombana wakati mwingine haileti, haileti afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule kwetu Kasulu, eneo la, eneo la Makere Kusini kuna mgogoro mkubwa baina ya wananchi na, na, na watu wa hifadhi, niombe serikali iweze kuendelea na upimaji wa ardhi. Lakini vipo vijiji vya kabla nzwili kuna tatizo kubwa la, la, la, la, la, la mwekezaji kule pamoja na, na wananchi. Naomba serikali iendelee na upimaji wa ardhi ili wananchi waweze kuwa huru wanapokuwa wanaenda kulima mashamba yao, sio wanaanza kulima halafu wanafukuzwa kwamba eneo hili sio la kwao. Kilio hicho vile vile kipo katika kata ya kata ya Kigembe na kata ya na, na, na, na, na kata ya Rusesa katika vijiji vya Kacheri na Rugufu pamoja na, na, na, na, ze, na Kigembe. Kwa hiyo ninaomba serikali iweze kupima ardhi kwa kuwashirikisha wananchi ili kuondoa sitofahamu. Mwisho kabisa naomba nizungumzie kuhusu UKIMWI, Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukimwi upo, wananchi waendelee kupima na wakigundulika kwamba wana ukimwi waweze kutumia dawa za kufubaza ukimwi ili waendelee na maisha yao ya kawaida ya uzalishaji wa uzalishaji mali na kuendelea kutunza familia zao. Baada ya kusema maneno hayo, nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti, ninaunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa Josephine Genzabuke.